Wananchi wote wa wilaya hii ya Babati kwa halmashauri zote mbili na kwenye majimbo yote yetu mawili ya uchaguzi, Babati mjini na Babati vijijini, tuweze kushiriki kwenye uchaguzi huu mkuu. Hakika hii ni fursa ya kuweza kuchangia maendeleo, mchakato mzima wa maendeleo, kwa sababu mchakato wa maendeleo unaanzia kwenye utawala bora unapopata viongozi wazuri ndipo tunakuwa na uhakika wa kuwa na maendeleo kwa miaka mingine mitano, kama ambavyo tumekuwa na maendeleo nchi yetu. Tumeona inaendelea kupiga hatua kila mwaka toka tumepata uhuru na toka tulipoanza na Mwalimu Julius Kambarage Nyerere, tumekuwa na viongozi kadhaa ambao kila mmoja ameendelea kujenga, kwa sababu ujenzi wa nchi ni kama ujenzi wa jengo, unaanza na msingi ambao mwalimu alituwekea na baada ya hapo tumeendelea kupata viongozi kadhaa mbalimbali ambao wameendelea kwa awamu tofauti tofauti, ambao kila mmoja ameweza kufanya kazi yake vizuri, na tunaona taifa letu linaendelea kupiga hatua kwenye maendeleo. Kwa hiyo tunatamani kuona kwamba maendeleo haya yanaendelea kwa kasi na kwa kupata viongozi wazuri. Ninajua watu tunao wachapakazi. Uh, na na pia tuna ardhi nzuri, tuna mazingira mazuri ya kuweza kuendelea, lakini tunachokitengeneza sasa ni uongozi mzuri, ili tuweze kuendelea kuchapa kazi na kujiletea maendeleo. Lakini sio hivyo tu, kuendeleza amani na utulivu, ambayo ni tunu kubwa, ambayo sisi Watanzania tunayo. Kwa hiyo tunahitaji kutoka kwenda kupiga kura, kuchagua viongozi watakaoweza kuendeleza amani na utulivu ndani ya nchi yetu ya Tanzania. Tumekuwa ni nchi yenye amani, lakini pia ambao pia tumeweza kusaidia hata nchi nyingine katika swala la amani na utulivu. Kuna- kunapotokea machafuko kwa wenzetu, tumekuwa tukipokea wenzetu uh, na kuweza kuhifadhi. Ni kwa sababu tumetengeneza misingi mizuri ya kuwa na amani na utulivu kwa hiyo tuendelee kuchagua viongozi ambao watakwenda kuleta amani na utulivu ndani ya nchi yetu. Kumbusha kwamba tutoke kwenda kupiga kura, ni wakumbushe kwamba sisi a, a, viongozi wenu, kamati ya usalama ya wilaya tumejipanga kuhakikisha kwamba tunalinda wananchi pamoja na mali zao katika kipindi hiki ambacho tunakwenda kupiga kura na kuchagua viongozi wetu watakaotuongoza tena kwa miaka mingine mitano. Kamati ya usalama ya wilaya imejipanga vizuri uh, kwa ajili ya kuwalinda uh, wananchi wetu, na mpaka sasa wilaya iko salama na inaendelea, wananchi wako wanaendelea vizuri, wanaendelea kuchapa kazi, na ninaamini kwamba tutaendelea hivyo kuwa na utulivu katika kipindi hiki ambapo tunakwenda kujiandaa kupiga kura. Jina naitwa Patrick Simeon Benjamin, afisa usafirishaji katika kituo hiki cha ZBC. Ukweli uchaguzi mkuu, tumejiandaa kama wananchi, tumejiandaa kushiriki vizuri kikamilifu. Najua kuna migogoro mingi ambapo tunapoelekea uchaguzi huu, kuna watu ambao wanatishia amani, lakini sisi tumejiandaa, kazi yetu kuenda kupiga kura masuala ya amani maafisa wa polisi wapo, usalama wapo na hisi watafanya kazi yao kwa uaminifu, na ninachotaka na kuambia wajitokeze tarehe ishirini na tisa twende tupige kura tukamchague ile kiongozi ambaye tunamwona ni sahihi kwetu. Kura yako ni ya muhimu na kura yako ndo mafanikio ya baadaye tunapoenda kumchagua kiongozi aliye bora. Kikubwa siku ya uchaguzi, sisi kama vijana, naomba kwamba wajitokeze kupiga kura ili kupata kiongozi bora, maana ni haki yako kupiga kura.